Kala oh. Rasulu llahi salla allahu alaihi wa sallam hasema, mtunata Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, nama mandabalamnahan, mwenye kumtaja mtu bima jambo ambalo laisa fihi asilo kuwa nalo kwake, liaibahu ili ance aibu, hasabahullahu atamfunga Mwenyezi Mungu fi nari jahannama katika moto wa jahanna, hata ya yahati ya binakazi mpaka yamalize makala yale aliyo yasema. Rawahu tabaraniyo, hadisi hii imepokelewa na imam imamu tabaraniyo wa hada. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, kubwa sana